Mheshimiwa diwani, nilikuwa ninaomba msaada wa shule watoto pale kutoka pale kilomita kutoka mseleseme mpaka masimbwe pale, mtoni ni mahali pabaya sana, mto maji yanajaa. Kwa mfano juzi, wiki la mwaka mpya, maji yalijaa mpaka juu daraja zote mbili. Kwa wale watoto wadogo hawawezi kuvuka ile daraja. Kwanza moja ni hatari, kwa saa hizi kinyesha mvua, inabidi wazazi wao wanaenda kupokelea wale watoto. Kwa nilikuwa naomba msaada, hawa watoto wadogo hawa awali kwa hiyo wanasoma huku mselesele, kama walivyotuahidi watu wa wilayani kuwa lile jengo la la halmashauri pale wanatupatia kama ni shule. Kwa hiyo nilikuwa naomba hilo, mheshimiwa diwani. Hata kama watoto tunao hata wakiwa wangapi, ninaomba msaada huo kulingana na hali jinsi ilivyo. Ombi langu ninaomba ni kwamba pale kwenye sehemu ya daraja, kwa kweli pale ina usumbufu, wanafunzi wanashindwa kuvuka kwenda kusoma Masimbwe. Ombi langu ninaomba msaada huo mtusaidie mapema sana iwezekanavyo, kulingana na hali ya watoto hawatasoma shule. Jina naitwa Peter Nicholas Madunda ni mwenyekiti wa kitongoji cha Kiombo. Kwanza kabisa nianze na kushukuru Mheshimiwa diwani kwa namna ulivyoona ili jambo la hivi vifaa ambavyo leo hii tunakabidhiwa kama mwenyekiti wa vitongoji, ili kuturahisishia namna ya uendeshwaji au matangazo yale hasa yanayotokea kwa wakati wa haraka. Nishukuru sana pia, nishukuru Mheshimiwa Diwani kwa ushirikiano wako wewe pamoja na mbunge, namna mnavyoshirikiana nimejifunza, nimejifunza kwamba kumbe hata sisi wenyekiti wa vitongoji na wenyekiti wa vijiji pamoja na watendaji wetu kwamba tushirikiane namna gani, tushikamane namna gani katika uendeshwaji wa shughuli za kiserikali lakini swala lingine kwamba niombe nishukuru pia Mheshimiwa Diwani pamoja na serikali nzima kwa kuona kwamba zaanati ya kijiji cha Kiombo kwa hazi ambayo ipo ni kweli ilikuwa haifai kwa wananchi wale, lakini serikali, mbunge na diwani mmepigania mpaka kwamba tumepata milioni hamsini kwa ajili ya umaliziaji au uendelezaji wa kuweka zaanati onekane ina hazi katika kijiji kile cha Kiombo. Kwa majina yangu naitwa Innocent Joseph Msemwa ni kaimu afisa mtendaji wa kata ya Lubonde. Kwa majina yangu naitwa Innocent Joseph Msemwa. Ni kaimu afisa mtendaji wa kata ya Lubonde. E, kuna changamoto ambayo ilikuwepo katika kijiji cha Masimbwe hususan kitongoji cha Mselesele. Tatizo lilikuwa ni watoto kuvuka mto hasa kipindi cha masika, maji yanajaa na changamoto inakuwa kubwa ajili ya tahadhari ya vifo na majeruhi. Hali kadhalika e, katika eneo lile pana umbali almost kilomita kama tatu hadi shule iliko. Kwa hiyo ikafikia wakati kupitia mheshimiwa wetu diwani, alimwomba mkurugenzi angalau wale watoto wawe wanatoka kitongoji kile cha karibu Mselesele, hasa darasa la awali. Mkurugenzi bila kusita na bila kuchelewa alinituma kama mimi mtendaji wa kata ya Lubonde niende mazingira yale niangalie jengo ambalo tunadhani watoto wale wanaweza wakasoma pale, na lile jengo bahati nzuri ni la serikali katika sekta ya kilimo na mifugo. Nilienda kuangalia lile jengo, kaonekana jengo lile, lile linafuatwa vizuri, kuna meza mle ndani kuna viti na ubao umo e, ila sakafu kidogo ikawa imechoka nikamwelezea wasia mkurugenzi jengo lilivyo. Mkurugenzi asemana shida watoto wanaweza kusomea lile jengo, lakini yeye kwa jitihada zake kubwa e, atafanya ukarabati haraka lile jengo, lakini pia e, atatoa fedha ya matundu mawili ya vyoo ili watoto waende kusoma pale. Nimekuwa mashahidi namna ambavyo inaweza ikatokea jambo sawa, lakini kuwafikia wananchi kuwapa nini taarifa mwananchi mmoja, nyumba kwa nyumba, mna mziki wako nakaga kwa taarifa shauri na taarifa, lakini ukiwa na hiki ukisha kile kodi tu hapa, nafikiri mmoja ameshaelekezwa, unapita tu huko hata na basikeli, kila mmoja anasikia kwamba, jamani, kesho kuna tukio gani? Au kuna msiba, jamani, kuna msiba, jamani, sawa. Lakini kuna wakati labda tunakuwa kwenye makaburi, kwenye labda kuna msiba umetokea unaenda kwenda kuzika pale makaburini, usikivu si unakuwa mdogo? yeah. si ndiyo? Kuna mtu anaweza kamudu kuwa na mziki, kuna mtu anashinda kumudu kuwa nini na mziki, na mziki. Haka ukiona kwa hiyo kitu kitongoji manake kanatumika wapi pale msibani eh? hey, mwambie tu basi kaibu kanua hata kabeti basi ishe, au kama kamekufa mbe kanua kama kapa basi unaenda kutumia, jamani, kama ni mahubiri ni nini, mnakatumia hapa kutumia kwa nini wetu kuliko mtu kutafuta ua, uwezo tofautiana, jamani sindio? Mipango huwa inaanzia tukiwa hivi. Kwa kila kitongoji hapa kimewasilisha changamoto zake, kwa kila kitongoji hapa kinajua kwamba kwangu kuna nini kinakuja. Kwa mfano, mjumbe balozi mwenyekiti amezungumza kuhusu ishu ya umeme. Nikwambie ni tu kwamba kwenye vitongoji vya kata ya Lubonde mpaka sasa hivi karibu asilimia ya vitongoji vyote vimeshapitiwa na watu wa TANESCO tayari kwa kupata umeme kasoro vitongoji viwili tu ambavyo nafikiri wiki hii watakuja, ambacho ni Changalawe na, na, na vitatu ni Changalawe Nyamuhaki na, na, na Magasiwalale, lakini tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana kati ya Mheshimiwa Mbunge, Mkurugenzi Mkuu wa Wilaya kuhusiana na kuhakikisha vitongoji hivi vyote vinapata umeme. Kwa viongozi msio na wasiwasi, umeme tunapata. Serikali iko makini na inataka kila kitongoji kwenye hii kata ya Lubonde na kata nyingine viwe na umeme na vitapata umeme. Lakini pia uh, umesikia hapa kuhusiana na changamoto, uh, changamoto ya shule pale, pale Mselesele mpaka sasa hivi navyozungumza, mtendaji wa kata kai, mtendaji wa kata alishapewa maelekezo ya kwenda kuona pale pana changamoto gani, kuna watoto wangapi ambao wanatakiwa kusoma. Na mwisho wa siku mkurugenzi amesema anahitaji kuona changamoto hiyo kwanza kabla hata kikao hiki. Jana nilikuwa Ludewa, nimeshatoka kule kufuatilia jambo hilo, na jambo limekaa vizuri, lakini mimi mwenyewe nilishachangia pale mifuko kumi ya simenti kwa ajili ya kwa ajili ya ukarabati na wale jengo ili watoto wetu wale wadogo, wale wadogo wa chekechea wadogo wale wasome karibu na wasiende mbali kwao. Tumekuwa karibu pamoja, tumekuwa tukifanya shughuli pamoja, na tunashirikiana sana kuhakikisha kama kuna jambo huko kitongojini aliendi, basi tuhakikishe linakwenda lina na ndio maana unakuta hii kata haina malalamiko malalamiko na watu walalamiki, walalamiki, kwa sababu wenye viti vyao vitongoji Mwaka elfu mbili na ishirini na moja ndo tulikaa kikao kama hiki kujadili kwamba tunainuaje uchumi wa wananchi. Tukakubaliana tukahamasishe wananchi waende shambani, na wale ambao walioshindwa kabisa, tuone namna ya kuwa ya kuwawezesha. Wachache walifanikiwa kwa muda mfupi, na wengi wamefanikiwa baada ya muda mrefu. Mpaka sasa hivi kata hii inakimbia, sio inatembea. Na ujue kwenye wilaya ya Ludewa kata hii peke yake ndo yenye viwanda, viko viwanda hapa na viwanda hivi vinatunufaisha sote, vinanufaisha halmashauri, lakini vinanufaisha wananchi wote walioko kwenye kwenye kata hii. Mapato yanapatikana, wananchi wanafanya shughuli za kuwaingizia kipato. Kata hii ni kata pekee ambayo haina mzururaji. Wazururaji kwetu ni mwiko. Akipatikana mzururaji, hao unaoona hapa ndio no wanaoshughulika nao, sio kwa kuwapa adhabu, lakini kwa kuwashauri na kuwaelekeza njia sahihi ndio maana unakuta kata hii haina matukio magumu magumu. Kata hii ina matukio ya kutafuta pesa. Watu wanatafuta pesa, kwa kila mmoja hapa anajenga uchumi wake. Uchumi binafsi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa pamoja. Kwa unapotaja swala la maendeleo kwenye kata hii, maana yake swala maendeleo ni swala jumuishi, linajumlisha watu wote, vijana wazee wote wanashiriki kwenye shughuli za maendeleo. Asante.